Ndugu wawekezaji, ndio shughuli inakwenda kuanza hapa kibabe kweli kweli, kama nilivyowaambia kwamba leo tunakwenda kutabiri games za ligi kuu hapa nchini Uingereza zote, kama zilivyo za weekend nzima. Kwa baki na sisi hapa mpaka mwisho, usio kaluka hata sekunde moja ya hii video kwa sababu itakusaidia kwenye mambo ya financial, eh. Jamangu hapa mchambuzi makini kabisa anakwenda kutufanyia analysis safi kabisa kwenye games zote kubwa kubwa ambazo zitapigwa hapa ligi kuu hapa nchini Uingereza, bwana futi botoni, kama kawaida, kama kawaida, mapema tunakwenda kuanza na game ya Tottenham Hotspur dhidi ya Manchester United. Yes, uh, game ya uh, Spurs na Man United bwana, ukitazama okay, last season wamekutana mara nne kwanza. Mm -hmm. Na katika mara zote nne Tottenham alishinda mara zote nne kwenye game mbili za ligi, lakini pia kwenye domestic competitions, lakini pia uh, kwenye Europa finali ile. Kwa hiyo United sio timu ambayo inaweza kuwa mteja na namna hiyo. Kwa this time around naweza kwenda na double chance ya Man United. Okay, double chance Manchester. Yeah, yes. Sawa, lakini pia ni wakumbusha kwamba United amechukua tuzo ya e, kocha bora Ruben Amorim, pamoja na mchezaji bora Bryan Mbeumo wa mwezi wa kumi. Haya, game ya pili ni Everton dhidi ya Fulham, miamba hawa ambao ni wagumu kwelikweli. Yes, Everton na Fulham bwana, twende na mimi ambayo naiona ni safe bet zaidi, tumpe goli Fulham, yani away team over 0.5, kwa sababu trend ya Everton this time around yes, David Moyes tangu amechukua timu imebadilisha kwa asilimia kubwa sana, lakini imekuwa ni timu ambayo pia inaruhusu magoli. Yani uh, sio timu ambayo inaweza kushikilia bomba au inaweza kuwa na resilience dakika like zote tisini. Kwa hiyo, kwa safi ya shambuliaji ya timu kama Fulham ambayo itakuwa inaongozwa na Raul Jimenez, wakiwepo pale bwana mdogo Joshua King, wakina Alex Iwobi, naona kabisa chance ya wao kufunga bao kwenye dimba la Hill Dickinson kesho ipo kubwa. Kwa hiyo away team over 0.5 Okay, option nyingine hapa kwenye Everton dhidi ya Fulham ukiachana na away team over 0.5? Yes, option nyingine naweza kusema pia GG. GG pia inaweza ikawa na nafasi kubwa kwa sababu hata Everton nao wakiwa nyumbani wamekuwa na takwimu nzuri sana ya kufunga magoli. Kwa hiyo safe bet ni kumpa Fulham kufunga goli lakini kwa odi nzuri zaidi GG pia inaweza ikawa sure odi. Okay, haya. Game nyingine ni game ya vijana wa Burnley pamoja na West Ham watakuwa pale London nchini Uingereza kwenye dimba la New London Stadium. Yes, Burnley na West Ham. Ukiwatazama West Ham, Ham wamepata ushindi wao wa kwanza dhidi ya Newcastle baada ya takriban michezo sita bila ya ushindi wowote. Kwa hiyo unaweza ukaona namna ambavyo kocha Nuno Espirito Santo sasa anaweza kubadilisha mambo na wameshinda wakiwa nyumbani, na hata huu mchezo pia watakuwa nyumbani. Kwa hiyo natarajia pia kuona wakiwa na game nyingine nzuri, licha ya kwamba Burnley ni timu bora, kwa hiyo Uh, uh, double chance kwa West Ham inaweza ikawa ni eh, odi nzuri kwa, kwa chaguo nzuri zaidi lakini pia hata magoli over 1.5 yeah, mm. Haya tumemaliza kwenye game ya West Ham na Burnley na game nyingine ni game ngumu kweli kweli. Game ambayo wada wengi wa soka watakuwa wakitazama, hata mimi pia. Sunderland akiwa nyumbani dhidi ya Arsenal the Gunners. Yes, Sunderland versus Arsenal, za Gunners, hiyo ni mechi ambayo kutakuwa na moja ya moment ya emotion kwa kweli. Granit Xhaka dhidi ya timu yake ya zamani chini ya kocha Mikel Arteta. Wana, wana bond fulani, kwa hiyo yes, tutakuwa ni mchezo wa soka ambao utakuwa na emotion, lakini tukirudi kwenye uwekezaji bwana, uh, defensive line ya Arsenal imekuwa ni it's just the, Yaani, hakuna imekuwa ngumu kweli kweli, kutafuta namna ya kufunga bao. Kwa hiyo na wao wakiwa na safi ya ushambuliaji ambayo ina uwezo wa kuscore, obviously nafasi ya kushinda pia ipo kubwa kwao. Kwa hiyo kwa twende na win ya Arsenal mazima. Okay, Arsenal win mazima. Haya, lakini pia option nyingine Yes, option nyingine uh, naweza kusema twende na magoli. Yes. Na upande wa magoli kwa maana ya kwamba over 1.5. Okay, over 1.5. Haya, uh, hiyo ni game ya Arsenal Sunderland, lakini pia game nyingine ni game ya kibabe kweli kweli. Miamba wa jiji la London Chelsea FC watakuwa na kibarua dhidi ya Wolverhampton Wanderers. Yes, Chelsea na Wolves ukitazama kwenye head to head zao mechi tano zilizopita, mm -hmm. Chelsea versus Wolves wametoa GG mechi zote tano. Ah oh. Uh, yeah, na ukitazama pia trendi ya karibuni ya Chelsea dhidi mm, ya timu za kawaida, amekuwa akiruhusu magoli dhidi. Tumeona uh, mechi yake ya mwisho UEFA dhidi ya uh, vijana wa Karabaga ameruhusu pia magoli. Kwa hiyo unaweza kusema uh, Safe bet zaidi tunaweza tukampa Chelsea kushinda, lakini pia kwa machaguo mengine GG pia inaweza ikawa ni sure odd, yeah. Okay, haya maliza na GG pamoja na Chelsea win, lakini pia game nyingine ni game ngumu sana, game ya vijana wa Villa Park watakuwa nyumbani pale kwenye dimba la Villa Park, Aston Villa hawa watakuwa wanacheza na vijana wa Bournemouth. Yes, hiyo pia tuone na away team over 0.5, Bournemouth hawezi kukosa goli kwenye mchezo, yeah. Aston Villa ni kama vile unaiemri ameirudisha tena kwenye winning ways, lakini nimetazama vizuri sana michezo yao na hata mchezo wao wa Europa namna ambavyo walicheza dhidi ya timu kama Bournemouth, timu ambayo inaweza ku execute counter attacks kwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa usahihi mkubwa sana lakini pia kwa pace ya kutosha. Mtu kama yuko pale uh, Ant, uh, Antoine Semenyo, lakini pia wakina Justin uh, wakina Justin Clivert, lakini pia na wachezaji wengine wakina Tavena and Sot, ni wachezaji ambao wanaweza kufanya counter attacks na utilize spaces kwa, kwa ukubwa, kitu ambacho imekuwa ni kama vile mapungufu kwa Aston Villa, kwa hiyo Awaiti over 0.5 ni sure bet zaidi. Nyingine ya pili? Yes, nyingine ya yeah, magoli obvious kwa maana kwamba kiujumla sasa mechi nzima over 1.5. Okay, over 1.5 pamoja na vijana wa Bournemouth wapate goli pale pale Villa Park lakini pia game nyingine, nyingine pare, ni game ya kibabe kwelikweli, vijana wa Brentford hawa watakuwa nyumbani pale jijini London dhidi ya Newcastle. Ya yeah, Brentford na Newcastle, moja kati ya mechi ngumu sana kwa sababu ukitazama timu zote, Newcastle alitoka kupoteza kwenye mchezo wake wa ligi, alipoteza dhidi ya West Ham, lakini pia Brentford hakuwa na matokeo mazuri. Kwa hiyo zinakutana timu zote ambazo zina uhitaji wa matokeo mazuri, kitu ambacho kinaenda kufanya mechi iwe ngumu, na ukitazama hata pia mechi zao za karibuni, nyingi wamekuwa wakitoa wa GG, kwa hiyo safu zao za ushambuliaji gotago pande mmoja, upande mwingine, uh, vota uh, uh, vota made ni wachezaji ambao wamekuwa wakifunga kwa, kwa idadi kubwa sana kwa hiyo GG naona kama ina chance kubwa sana ya kutoa, lakini pia safe bet zaidi twende na over 1.5, ya magoli mawili na kuendelea. Haya, lakini pia game nyingine ni game ya vijana ambao wamekuwa wasumbufu kweli kweli. Crystal Palace wao watoka nyumbani kukichafua dhidi ya vijana wa Brighton of Albion Yes, Crystal Palace vijana wa Oliver Glassner wamekuwa na wakati bora, wamekuwa na season bora kweli kweli so far, na kwenye huu mchezo tunalinda yes, tunawapa double chance, licha kwamba yetu kwa, kwa mechi rahisi. Brighton hawatakuwa easy opponent obviously, wata give a fight, lakini karata zangu bado naziona naziona zaidi kwa Palace. Kwa hiyo double chance kwa timu ya nyumbani, lakini pia option ya pili yes, option ya pili Uh, Palace pia apate goli kwa maana kwamba home team over 0.5. Okay, home team over 0.5 pamoja uh, na uh, mechi nzima itoe magoli mawili. No double chance, yeah, I mean, yeah, I mean... double chance chance i i mean mean hapa double chance kwa yeah, Palace haya, yeah. Lakini pia ukiachana hiyo game ya kibabe kweli kweli ni vijana wa Nottingham Forest wakiwa na baba yao dhidi uh, ya Leeds United United mbili mbili, lakini mid table clubs. Kwa hiyo ni game ambayo kwa asilimia kubwa sana naona kama kuna jiji nyingine. Ya, jiji nyingine au yes, option ni safe bet zaidi over 1.5, lakini Nottingham Forest walimfunga FC Porto ya eh? Walimfunga FC Porto kwenye mchezo wa kwanza kabisa wa kocha ya Sean Dyche. Kwa hiyo obvious, uh, timu amechukua timu, mchezo wa kwanza na shinda tunategemea kuona mwendelezo mzuri. Kwa hiyo hata The United walipopata sare, obviously kwao ni matokeo mazuri. Kwa hiyo hata kesho natarajia kuona wakiendelea na hiyo hiyo rhythm, wakiendelea na hiyo momentum. Ndio maana nasema ni jiji, inawezekana akashinda, inawezekana akatoa sare, lakini kwangu mimi naona safe bet zaidi ni jiji au tuone na magoli over 1.5 701263 unatuma neno niunge pale WhatsApp. Sisi tunachambua mikeka hii bure kabisa. Kuna option nyingi sana, kwa mfano kama kona, red cards, mipira kurusha, goal kicks, value to be used, a player apige shots ngapi, hizo zote basi zinawekezewa kibabe kweli kweli, shots on target, substitution. Tuma neno niunge, kuna maneno mengi na tunachambua bure kabisa sisi kama washikaji. Sasa kumaliza game hapa, eh, ni game ya kibabe kweli kweli, simenye naweka mfukoni. Manchester City akiwa dimbani Etihad dhidi ya majogoo wa jiji. Yes, uh, moja kati ya game bora kwelikweli kwenye weekend hii na inakutanisha timu mbili bora sana. Last season, uh, City alionewa na Liverpool mm. Nadhani alifungwa michezo yote miwili. Kwa hiyo this time around, Liverpool wamekuwa na hapa katikati wamekuwa na t -t -t tendency mbaya utendesi ambao sio nzuri dhidi ya City, ambao ukiwatazama wenyewe sasa hivi wako in form kulikweli na baadhi wa mm -hmm. ya wachezaji mfano kama Fifode na, ambaye alikuwa na struggle kwenye kiwango, tumeona ameanza kudeliver. Kwa hiyo ni game ambayo naipa nafasi kubwa sana ya kuona GG, japo pia naweza nkaenda na double chance ya Man City yeah, double chance Manchester City mbele ya majogo wa jiji, lakini pia GG. Hizo option mbili mwanangu, kupatia usahau kutufollow Crian Sports pamoja na Footy Toni kibabe kwa kweli. Tumemaliza ligi kuu ya